Msaada wote unaohitaji i kwa wanaokutazama watakaotaka kukusaidia, wengine watakavyokuona watatamani waweze kukusapoti, waweze kuja kukuona, wengine wengine watasikia. Kama hivyo unasema, unaumwa, chakula kula ni ngumu, naomba uongee yale ambayo unataka kuongea, ambayo yako ndani ya moyo wako mm.

Uh, kama mimi <laughs> <laughs> bibi amesema kwamba ameshukuru sana sana kwa zawadi mliompa, na Mungu awabariki jamani. Meneja sijui mpaka hapo kama la lingine la gonge